Mashirika ya haki nchini yameendelea kuishinikiza serikali ya Kenya na ile ya Uganda kufanya hima kuwarejesha nyumbani wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Chama cha mawakili LSK, mashirika ya Amnesty International na Vocal Africa sasa yakisema kuwa hali ya kiafya ya wawili hao ni mbaya na wanahitaji matibabu ya dharura. Siku ishirini na saba baada ya baada kutekwa nyara kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo, Kampala Uganda Serikali za Uganda na Kenya zimeendelea kushutumiwa kwa kusalia kimya. Chama cha mawakili nchini, amnesty international na Vocal Africa wanasema wamepokea ripoti kuwa afya za wawili hao zimeendelea kuwa mbaya, hali yao ya kiafya imezidi kuzorota, na hali hiyo kuzorota huenda ikawa imetekelezwa na swala la mateso ambayo wanapitia na mateso ambayo yanaendelea kuwaumiza na kuwaathiri wao ki, kimwili. Kando na kupata huduma za matibabu, mashirika hayo yametaka serikali ya Uganda kuhakikisha wanapata huduma za mawakili na kupewa ruhusa kukutana na familia zao. We are calling on more Kenyans, East Africans and people across the world to use the facility to demand the release and safe return of our fellow citizens. Wameongeza kuwa wataelekea bunge la kitaifa na la seneti kuwashinikiza viongozi kupaza sauti kuhusiana na matukio haya. To fund some governments, especially Ugandan government. Haya yamejiri huku Kenya ikijipata mashakani kwa kutumia nguvu wakati wa maandamano ya Juni mwaka huu. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa wa kuchunguza ukiukaji wa haki za kibinadamu, Mary Lola akilalamikia kile anadai ni serikali ya Kenya kukosa kutoa jawabu kuhusiana na matukio hayo. Gatete Njoroge runinga ya Citizen.